Unataka kusonga mbele, kijana, kama unataka kusonga mbele kama kijana, shikana na Mkikuyu, shikana noria, shikana na mkimuna, shikana si. Utaenda maisha yako yanabadilika. Wewe kufundisha namna uji unakuwa kimaisha, chukua elfu kumi weka hapa. Baada ya mwezi mmoja utafanya nini kitu fulani? Sio lazima turekebishane. Kama unataka kwenda mbele tafuta mahali kuna Mkikuyu, tafuta ria tafuta mukis muki, hmm. My friend, maisha yako itabadilika hapo yako sawa. Kwa Masai anaweza tembea kilomita tano ama kilomita 70. sabini aweza uza yeah, hu... hu... hu... ng'ombe yeah. na kuna ng'ombe yeah, na hiyo ng'ombe ukuuza yeah. Ng'ombe moja e shilingi elfu mia moja hamsini na anatembea na mguu So ni mtu ambaye pia ako na maono. Bali sisi <laughs> ati maisha ni mbasa moja. Wacha niishi leo. Ya kesho wacha tu nitakufa. Wewe unajua ndio unakuwa kesho. Kesho utajipa. Bwana. Tuwaje kupiga Wakikuyu ndio. Tuwaje sasa ukabila. Mimi ukiniambia tu ni muoji nashindwa Ruta aliua na nani? Kuna mtu mtu aliona Ruta kibaba munduki akaua mtu. Pia mwingine kuja hapo ule aliua. Kuna mtu aliona huru kinyama kibaba munduki akiua mtu. No, no. Nataka kuambia kijana

hiyo siku itakuwa mlo mtakateke. Oh, wewe wewe wewe ndio nani? Uhuru aliua nani? Atu twende DCI tu explain vizuri jinsi Uhuru aliua hawa watu utajua yeah. Kwamba <laughs> Kenya ni ndogo kwako ndugu yangu yeah. Unajua <laughs> Kenya ni ndogo ndugu yangu yeah. Tucifanye siasa ya kurekebishana tuwache siasa ya ubinafsi yenye kesho utakuwa industrialia kwa sababu mambo ambayo ungezoea. Turekebishana siasa upole objectively. William Ruto ni president wetu akikosa ninamrekebisha kwa heshima, kwa sababu ni rais wa Jamhuri ya, ya Kenya. Mahali amefanya vizuri nitampongeza, akifanya vibaya ninamwambia, Mheshimiwa, hapa rais ni mbaya.